Ukweli au uongo. Hujambo hapo ulipo. Je, ni habari gani ya kupotosha ambayo umekutana nayo katika mitandao ya kijamii? Sisi hapa tangu Novemba tatu, ukurasa wa Facebook kwa jina Swahili Fasil ulichapisha taarifa ambayo iligunduliwa baadaye kwamba inapotosha kwenye ukurasa wa Facebook kwamba kampuni ya maji ya Yme Jibu inasambaza maji machafu yenye rangi ya njano kwa wakazi kule Goma nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo maoni mengi yameandikwa Kilingala. Ni some hapa moja moja hapa ya Abubakar Mnyamariba inasema kwamba maji ni machafu hata afadhali yale ya mvua kuliko ya kampuni hii. Katika kuhakiki, RFI Kiswahili imefanya mahojiano na mkuu wa kampuni hii Jacque Kahora, ambaye amekanusha madai haya, lakini pia mwenzetu Benjamin Kasembe kutoka kule Goma alichunguza habari hii baada ya taarifa zilizokuwa zimezagaa mitandaoni zilizokuwa zikidai kwamba mabomba maji, magharibi, bomba, ya maji upande wa magharibi mwa mji wa Goma yamejawa na uchafu na kufikia hata kubadili rangi. Lakini baada ya uchunguzi imegundulika kwamba habari hizo zilikuwa ni za upotovu. Baadaye pia ukurasa huu wa Swahili Fasil ulikanusha taarifa hii baada ya kufanya uchunguzi. Inasema hapa, kampuni ya Yme Jibu ilisema taarifa hiyo imetungwa na si ya kweli. Kwa mengi zaidi katika makala ya ukweli au uongo, sikiliza makala haya kila siku ya Ijumaa saa 12 na dakika 20 saa za Afrika Mashariki. Tukutane muda huo.